Msikilizaji, hivi majuzi serikali ya Kenya ilitangaza kupiga marufuku matumizi ya takriban viuatilifu au dawa za kuua wadudu takriban 77, kutokana na hofu ya usalama wa dawa hizo. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo wa Kenya Mutahi Kagwe, hatua hiyo ilichochewa na haja ya kufanyika ukaguzi kubaini dawa ambazo zimesajiliwa katika soko la Kenya. Uchunguzi huo uliofanywa na bodi ya kudhibiti bidhaa ya dawa za kuua wadudu PCPB ulibaini ku bidhaa zinazotishia afya ya binadamu mifugo na mazingira kwa jumla. Msikilizaji, kuna baadhi ya viuatilifu ambavyo vimepigwa marufuku katika soko la kimataifa kuanzia kule barani Ulaya, Australia, Marekani na Kanada. Waziri Kagwe anasema viuatilifu hivyo pia havitasajiliwa kutumika katika soko la Kenya. Kutusaidia kuelewa suala la viuatilifu kwa kina, kwenye laini ya simu naungana na ungana na Fredrik Onyango ni afisa mipango katika shirika lisilo la kiserikali la Sejad nchini Kenya, ambaye ameanza kwa kutoa kauli hii. Kwa muda mrefu uh, tumekuwa na vuta ni vute kati ya uh, mamlaka ambayo inaangazia utumizi ama mambo ya viuatilifu Kenya, uh, na pia wana harakati uh, wana mazingira kuhusiana na madhara ama ni muhimu nafaa ukuwe wapi e, je ni utumizi wa hizi uh, pesticides kwa, ma, kwa utumizi ya uh, kueneza chakula ama pia tunafaa tuzingatie ama tuangalie madhara eh, ya hizi pesticides kwenye eh, kwa afya lakini pia kwa mazingira. Lakini sisi tumekuwa tukisema kwamba tunafaa tukuwe na uh, balance ya full production na pia balance ya health na environment, maanake hatuwezi tukaongea tu chakula na eh, tusahau madhara kwa uh, afya na madhara kwa mazingira. Uamuzi wa kuzingatia mambo haya yote. Lakini msikilizaji, ni vipi viuatilifu vinachangia katika uchafuzi wa mazingira yetu. Tunajua kwamba viwadudu uh, vinaweza kuwa na madhara nyingi kwa mazingira. Moja ya madhara ambayo tumekuwa tukisema na ambao pia wakulima kwa mfano Kenya, wameweza kuzungumzia ni ni madhara kwa wale wadudu ambao wanasaidia sana mambo na pollination, manake kama uh, wadudu hawa wanaweza kuangamizwa uh, na viuatilifu ama zile pesticides ambazo wanatumia huenda basi mambo na chakula uh, lakini pia tumeona kwamba kuna mchanga ambayo pia inaathirika. Tunajua kuna uh, kuna, kuna, kuna wale wadudu muhimu ambao pia wanaishi kwenye, kwenye mchanga ambao mimea yetu ina, inategemea. Kwa hivyo uh, kama kuna uh, zile pesticides ambazo huenda zikaangamiza wale wadudu ambao wako pale kwenye mchanga, basi pia kuna madhara kwa mazingira uh, kwa wakulima moja kwa moja, lakini pia kuna uh, madhara kwa mazingira. Tuzungumzie uamuzi wa, wa Kenya kupiga marufuku baadhi ya viwadudu kwa muda mrefu kumekuwa na pingamizi dhidi uh, ya baadhi ya viwadudu katika uh, soko la Kenya. Wewe labda unazungumziaje uamuzi huu wa Kenya? Nikisema tu kwa kifupi, kwamba uh, ile list ambayo tumeona siyo list geni ya, ama ukiangalia pale kuna uh, zile pesa ambazo zilikuwa zimeshatolewa kwenye soko ya Kenya kitambo sana. Kwa hivyo sio uh, jambo la kuweza kuselebretiwa kwamba ni hatua kubwa tumefanya. Hatujapiga hatua kubwa sana, ila kuna baadhi ya viwatilifu ambavyo vimeweza ongezwa pale, ambazo ni uamuzi ambao umekuja juzi, kwa hivyo ni, ni, ni jambo mzuri kwamba wameweza ku, uh, ku, kuongeza ama kutoa uh, baadhi ya viuatilifu ambavyo viu, uh, vinakuwa na madhara kwenye mazingira na pia kwenye, kwenye na, uh, matumizi ya dawa hizi ambazo zimepigwa marufuku katika nchi za Ulaya si changamoto ya Kenya tu bali pia nchi zetu za ukanda. Kwa nini dawa hizi zimeendelea kuingia katika masoko ya nchi zetu licha kuwa uh, zimepigwa marufuku katika nchi za Ulaya? na, nadhani pengine ni kwa sababu uh, wale watu ambao wamepewa mamlaka za kudhibiti kuweza kulinda maisha ya Wakenya uh, kwa mfano ama hizi nchi ambazo zinaletwa. Kwanza nadhani uh, pengine kuna changamoto nyingi, kwanza pengine mambo na food security. Kwa hivyo wao wanazingatia sana mambo na food security kiasi cha kwamba wanasahau kwamba baadhi ya hizi zinaweza zikaathiri mazingira na pia uh, binadamu. Uh, lakini pia kuna changamoto ya sheria na nadhani baadhi za nchi zetu uh, sheria ambayo ipo um, za hizi uh, viuatilifu haziko stringent sana kuweza kuzuia eh, mambo haya kama haya kufanyika ni, ni Ambazo tumeweza kupigania sana hata kwenye kimataifa kwamba tuweze kuzungumza na zile nchi ambazo wanakubali hizo viwatilifu kuletwa nchi zetu, na tumekuwa tukiongea sana kuhusiana na European Union hii mambo na pia nadhani katika jumuiya yetu ya Afrika, kwa mfano tayari kuna mpango wa kuweza kuzuia jambo kama hili kupitia regional strategy, ambao sahizi inaweza kudhibiti zile viwatilifu hatari zaidi, so, tunaziita highly hazardous pesticides. Kwa hivyo tunaona sasa kuna mpango wa kuweza kuzuia na kuzingatia jambo hili. Ni mwanya upi uliopo katika sheria ambao unahisi uh, umechangia dawa hizi ambazo zimepigwa marufuku kuingia katika mataifa yetu kuendelea uh, kutumika katika kutishia mazingira yetu? Mwanya iliyopo sio kubwa sana, ni nchi zetu kuweza kuzingatia jambo hili na kuweza kujua kwamba inachangia, ina madhara kubwa kwenye mazingira na pia kwenye afya. Kwa hivyo ile miwanya iliyopo pale ni kwamba wakati, maanake ukiangalia jinsi ambavyo hizi pesticides hufika kwenye nchi zetu inchi zote ama nyingi za Afrika. uh, kuna sheria ambayo uliopo na kuna mkakati ambayo inafuatwa kuweza ku kunakili hizi viwatilifu. Kwa hivyo katika ule mkakati ambao upo pale ambao wanafaa waangalie, mtu akitaka kuleta unapeleka application, sema unataka kuleta hizi na unapeana pia uh, ama ujumbe kuhusiana na madhara uh, na umuhimu wa, wa hizi pesticides. Kwa hivyo hapo unadhani kuna mwanya, na mwanya ni kwamba baadhi ya kriteria ambayo wanafaa waweke ambayo haipo kwa sasa ni kujiuliza kama hii, Pesticides ambayo unaileta nchini, je, imeweza kukubalika kwenye nchi ambayo unatoka? una, una. Lakini pia hiyo haitazuia kabisa kabisa, maanake unaweza kuta kwamba kuna pesticides ambayo imekubalika mahali inatoka, kwa mfano China, lakini utakuta pesticide hiyo yenyewe haijakubalika nchi ingine kwa sababu ya madhara ya mazingira aa, na kwenye afya. Kwa hivyo pia kuna tunahitaji kipengele kingine ya kuweza kuziba mwanya ambao unaweza kutokana na variation kama hizo. Tuzungumzie umuhimu wa wadau mbalimbali kama vile ashirika ya kiraia na wanasayansi kuhusishwa katika uh, utengenezaji wa kanuni na, na sera kuhusu viwatilifu ama viwadudu uh, hivi pengine nizungumzie Kenya nchi yetu, sijaona mikakati kabisa kabisa makabambe uh, ya kuweza kuhusisha raia na zile uh, NGO kwenye hii harakati. Kwa mfano sahizi kuna sheria ambayo upo bungeni ambayo inaweza sheria mpya ya viwatilifu ambayo upo bungeni, lakini unapoangalia enough stakeholder na kwa hivyo sisi kwa mfano tuliweza kujua ambayo kwa, uh, kuhusu hii sheria baada ya kufika bungeni. Kwa hivyo kuna, kuna bado pengine kuna changamoto ya kuhusisha uh, wanasayansi jamii eh, katika utengenezaji wa hizi kanuni, na tunadhani kuna ile ambayo inahitajika kufanyika, tuhusishe wadau, tuhusishe jamii sana, tuhusishe wakulima manake wakulima ndio wanaathirika moja kwa moja, wanatumia hivi viwatilifu. Ili kufanikisha jambo lolote, ni muhimu kuhusisha wanajamii ambao ni watumiaji wakubwa wa viwatilifu hivi. Hapa Fredrick anafafanua uelewa wa jamii kuhusu madhara ya viuatilifu kwenye mazingira. Nadhani bado tunafaa tuweze kuhamasisha jamii kuhusiana na madhara za uh, hizi viuatilifu kwenye afya yao lakini pia kwa mazingira. Ndio wanaelewa kwa kiasi fulani. Siwezi sema kwamba hawaelewi kabisa na iwapo hawajaelewa ama hawajui, inamaanisha kwamba hawawezi wakafanya uamuzi bora wanaponunua. Inahitaji sana sana waweze kuelimishwa na uh, zile kampuni ambazo zinatengeneza hizi pesticides. Ndiyo tunajua kwamba hizi kampuni hawataweza kuwaelimisha uh, kuhusiana na madhara sana. Mara nyingi tunaona kwamba uh, masomo yao ama elimu yao kwa wakulima ni kuhusiana sana sana na utumiaji, jinsi za kuzitumia na mambo kama haya, lakini tunajua kwamba hawatakubali kuambia kwamba hii ni mbaya, usitumie. Wao wanataka kutengeneza pesa zao. Cha muhimu sana sana ni civil society organization, waweza kutia bidii, wafanye zaidi, government iweze uh, kufanya zaidi. Mwisho tu, katika ngazi ya kimataifa, labda ni juhudi zipi zinafanyika kushughulikia tatizo uh, la kemikali hatari zinazochangia uchafuzi wa mazingira kwa njia ya kimataifa? Mwaka 2023 nchi ziliweza kukubaliana Waka adopt global framework on chemicals. Ni mikakati ambayo imewekwa kimataifa kuweza kudhibiti uh, hizi kemikali sugu uh, na pia takataka uh, -taka za kikemikali ke kwa mfano na hii uh, uh, framework ambayo iliweza kubalika 2023, iliweka target uh, kwamba by 2035 hizi pesticides ambazo ni hatari zaidi zinafaa kuwa zimeondolewa duniani. Kwa hivyo kwa sasa, uzuri ni kwamba kimataifa tayari kuna azimio ya kuweza kuondoa hizi kemikali ama hizi pesticides Sides ambazo ni hatari zaidi duniani, lakini hiyo haiwezi ka, ikafikiwa kama nchi hazitachukua hatua ambazo zinahitajika kuweza kuondoa uh, na baadhi ya ile hatua kupiga marufuku importation ama exportation ama utumiaji wa zile pesa ambazo zimeweza kuondolewa nchi zingine kwenye nchi zao. Kwa hivyo nadhani hiyo ni njia moja mwafaka ambao wanaweza wakatumia kwa sasa. Na kwa kauli yake, Bwana Fredrik Onyango, afisa mipango katika shirika la Sejadi nchini Kenya. Ndio tunaafikia tamati ya makala yetu hivi leo. Jina langu Minzle Tijai. Kwaheri.